Faisal ni mchezaji bora kwanza, ni mchezaji wa kipekee wa Kitanzania, ukiwacha wachezaji ambao, ukikosa kumtaja Faisal Toto unamkosea, kwa sababu ni mchezaji anaoonesha nia, alafu ipo kwenye timu ndogo ambayo haina ushindani sana katika ligi, ijapokuwa nao wanakuwa hapo vizuri, lakini Faisal Toto anaonesha uwezo wake kwenye timu kama ya Azam. Aoneshi uwezo akiwa Yanga au akiwa, akiwa Simba. Anaonesha akiwa Azam. Ni mchezaji big match anajua kuicheza mechi vizuri. Kwa mfano mechi kama leo, ile nafasi alipata Faisal Toto. Hakika alotangaza mpira, angepata kuenjoy ungesikia fei toto toto toto. Zanzibar wangefurahia akiwa Msimbazi. Na mimi nachoomba mmoja wapo ninachokisema, Faisal Toto karibu. Tan, karibu Tanzania. Karibu timu ambayo yenye ujua mpira. Ujue timu ya Tanzania ni Simba. Mala kusema Tanzania, timu inawakilisha ni Simba. Wao walioshindwa wapo huko, wale ni timu ya daraja la tatu. Simba ni timu ya kimataifa, bado tunapanda ndege. Nataka niwaambie kabisa, mashabiki wa Simba, bado tunafanyaje? Tunapanda ndege, tuna uhakika fainali inakuja kuchezwa Amani Complex. Mashabiki waitie jua katika timu yao. Hakika mechi inayofuata tarehe ishirini na saba, mimi naahidi, naahidi mbele ya media hizi hapa, mashabiki, tuwe na umoja. Tukiwa na umoja kama tulivyoweza kupata ushindi wa goli moja, hakika tukiwa na dua kama tulivyoomba dua hizi, tukiwa ugenini tunaenda kutoa sare ama tunaenda kuwapiga wakiwa nyumbani kwao. Hakika Simba inaenda wapi? Fainali. Simba inaenda fainali. Mimi nachotaka niwaambie mashabiki, hongereni sana kwa sababu cha kwanza, huwezi amini, mashabiki hatuvunjiki moyo, tunaipambania timu yetu, na ndio maana Simba mpaka sasa hivi anaonekana timu ya nne barani Afrika kwa ubora navyonekaniwaambie mashabiki wa Simba, vilabu bora duniani mwakani. Simba atakuwemo vilabu bora duniani. Simba mwakani atafanyaje? Atakuwemo, ataenda kushindana na Real Madrid, ataenda kushindana na Bayern Munich na... mashabiki wa Simba, tuwe na imani na timu yetu, tuwe na imani na viongozi wetu. hii ndo slogan ya wanasimba. Mimi nachotaka, sina maneno mengi. Nitaondoka Tanzania bara nikiwa na amani na nikiwa na furaha. Hata kwenye boti natamani nisifike nyumbani, kwa sababu nina furaha, sababu tumepata ushindi eh, wa goli moja, ni pointi tatu zilizopata. Hizo ndo sisi mashabiki wa Simba. Sema baba, mimi nachotaka kuambia, kwanza ule mtoto duniani hakuna mwekezaji wa jezi kama yule. Kwanza kaweka bilioni 38. Umenelewa? hakuna mtu aliyeweka pesa zake anayejua simba haitoweza kumwangusha na mashabiki wa simba watanunua jezi, umenelewa? Umenelewa? amejua simba vilevile, simba ndio timu bora barani Afrika nafasi yanni, hatujakaa kwa mpambamba, tumekaa kwa uwezo wetu, umenelewa? Umenelewa? Mwekezaji wa jezi nampongeza, katupa auction kila mwaka mchezaji tunomtaka anatupata. Maana yake fesari wa kwanza <tri> fesari ndio wa kwanza, nikisema fesari ndio wa kwanza fesari Tunafunga vile mwendo wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo sana sana. Asanteni, asanteni. Ah, sanafesal ni mchezaji bora kwanza ni mchezaji wa kipekee wa Kitanzania, ukiwacha wachezaji ambao, ukikosa kumtaja Faisal toto, unamkosea, kwa sababu ni mchezaji anaonyesha nia, halafu ipo kwenye timu ndogo ambayo haina ushindani sana katika ligi, ijapokuwa nao wanakuwapo vizuri, lakini Faisal Toto anaonyesha uwezo wake kwenye timu kama ya Azam. Aoneshi uwezo akiwa Yanga au akiwa Simba anaonyesha akiwa Azam ni mchezaji big match, anajua kuicheza mechi vizuri. Kwa mfano mechi kama leo, ile nafasi anapata Faisal Toto, hakika alotangaza mpira angepata kuenjoy, ungesikia Faisal Toto toto toto, Zanzibar wangefurahia akiwa Msimbazi. Na ninachoomba nachoomba, mmojawapo nachokisema, Faisal Toto, karibu Tan, karibu Tanzania karibu timu ambayo yenyejua mpira ujue, timu ya Tanzania ni Simba, maana kusema Tanzania timu inawakilisha ni Simba. Wao waloshindwa wapo huko, wale ni timu ya daraja la tatu. Simba ni timu ya kimataifa bado, tunapanda ndege. Nataka niwambie kabisa, mashabiki wa Simba bado tunafanyaje? Tunapanda ndege, tuna uhakika fainali inakuja kuchezwa Amani Complex. Mashabiki waitie jua katika timu yao, hakika mechi inayofuata tarehe ishirini na saba, mimi naahidi, naahidi mbele ya media hizi hapa, mashabiki tuwe na umoja, tukiwa na umoja kama tulivyoweza kupata ushindi wa goli moja, hakika tukiwa na dua, kama tulivyoomba dua hizi tukiwa ugenini, tunaenda kutoa sare ama tunaenda kuwapiga wakiwa nyumbani kwao. Hakika simba inaenda wapi? Simba inaenda fainali. Mimi nachotaka niwaambie mashabiki, pongeleni sana, kwa sababu cha kwanza, huwezi amini, mashabiki hatuvunjiki moyo, tunaipambania timu yetu, na ndio maana Simba mpaka sasa hivi anaonekana timu ya nne barani Afrika kwa ubora navyonekaniwaambie mashabiki wa simba vilabu bora duniani mwakani, Simba atakuwemo vilabu bora duniani. Simba mwakani atafanyaje? Atakuwemo, ataenda ata kushindana na Real Madridi, ataenda kushindana na Bayern Munich ata... mashabiki wa Simba, tuwe na imani na timu yetu, tuwe na imani na viongozi wetu hii ndo slogan ya wanasimba. Mimi nachotaka, sina maneno mengi. Nitaondoka Tanzania bara nikiwa na amani na nikiwa na furaha. Hata kwenye boti natamani nisifike nyumbani, kwa sababu nina furaha, sababu tumepata ushindi eh? wa goli moja, ni pointi 3 zilizopata. Hizo ndo sisi mashabiki wa Simba. Sema baba, mimi nachotaka kuambia kwanza, ule mtoto duniani hakuna mwekezaji wa jezi kama yule, kwanza kaweka bilioni 38, umenelewa? Hakuna mtu aliyeweka pesa zake anayejua Simba haitoweza kumwangusha na mashabiki wa Simba watanunua jezi, umenelewa? vile vile. Hame amejua Simba vilevile vile. Simba ndio timu bora barani Afrika nafasi yanni, hatujakaa ya kwa mbambamba, tumekaa kwa uwezo wetu, umenelewa N mwekezaji wa jezi nampongeza, katupa auction kila mwaka, mchezaji tunomtaka anatupata. Maana yake fesari wa kwanza kwanza, fesari ndio wa kwanza. Nikisema fesari ndio wa kwanza mwendo wetu mdogo mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo, mdogo. Asante sana, asante sana, amejua Simba vilevile. Simba ndo timu bora barani Afrika, nafasi ya nne. Hatujakaa kwa mpambamba, tumekaa kwa uwezo wetu. Mwekezaji wa jezi nampongeza, katupa auction kila mwaka mchezaji tunomtaka anatupata. Maana yake fesari wa kwanza kwanza, fesari ndio wa kwanza <mimilana> nikisema fesari ndio wa kwanza kwanza, aaw tu afungi vile <mimilana> vile wewe mwendo wetu mdogo mdogo, wewe mwendo wetu mdogo mdogo. Asanteni, asanteni sana sana, asanteni.